Wam sikutaka kukamatwa mpaka nimsaidie yule dada, nikasogea nyuma. Unafanyaje askari, askari wangu nikamwambia tatizo nao, udada kuninyang'anya wakawa kama kama wanamkabia watatu kwenye gari, gari kuna mwipaya, na pambaru na viongozi wengine. Eliza alikuwa ana, analalamika sana pale chini. E, kwenye gari tukakaa pale. Baada ya muda, gari kawa inatoka tukatoka tukaenda tuka mpaka sarenda aaendagariaa imesimama sna kituo. Akaja askari mmoja pale, ana nyota mbili, akaambia: au, au pelekeni porini. Gari ikawachwa pale, dereva lkuaeshaile gari ni mgeni alikuwa anaelekezwa kunja hivi, nenda hivi, tukapita kawe tukakaa, tukaenda tuka mpaka wazo wazo hili juu kule, kuna kituo cha polisi kiko polini hivi kama hakitumiki. Tulimkuta askari mmoja, tukashushwa tukawekwa pale mapokezi kama dakika kadhaa tu hivi tano sita, wakarudi askari, rudini kwenye gari. Tukarudi kwenye gari ya polisi, gari ikaanza sasa kuelekea Mbweni tukafika Mbweni karibu na kituo wakayutani, tukarudi tukaelekea Ununio. Tumefika kule Ununio tukakuta kuna defender mbili zimejaa askari wengi sana. Tulivyotoka pale askari walikuwa wamenyang'anya mimi simu yangu. Tumefika kule jua lilikuwa linawaka. Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari Nikawa nipigwa na askari wa kiume kama watatu, walikuwa wachagui sehemu za kupiga, walikuwa wananipiga sehemu zozote, walinipiga sana. Baadaye wakawashusha wenzangu. Pako tambarare tukaambiwa tulale tuangalie jua. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana nikajikuta nimedondoka. Nilipodondoka wakatuamrisha vueni viatu. Tukatuvua viatu kwa wakawa wanatupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napigwa askari kama wanne peke yangu. Wakanipiga kwenye nyayo sana baadaye nikakunja miguu, miguu. Nilipokunja miguu akawa anapiga kwenye magoti. Yaani umu nimepigwa sana umu, kwenye magoti. Piga sana kwenye magoti. Piga sana humu. Baadaye nikaona kama nakufa, nikageuka nikalala hivi, nikajua baba ataniacha. Nilivyolala wakaja wakaninyanyua, sikujua kwa nini walikuwa wanadili sana na mimi. Wakaniweka pembeni, wakaniita toa password kwenye simu. Mikono yangu muda huo ilikuwa imepigwa sana, vidole vimekunja, siwezi kutoa ile passwordi Wakanipiga sana askari kama wanne watano, ya kila sehemu wale, toa passwordi usituletee uzuri, afu na matusi ya, ya nguoni Ikabidi nimtajie ule askari kwa maneno. Akaitoa password. Wakaenda wakakaa pembeni askari wengine wakawa wanaendelea kunipiga. Walivorudi wakaja askari kama wanne. Walikuwa wanaongea lugha ya Kisukuma hivi. Kuna baba mmoja alikuwa na rungu zito. Ni baba alinipiga sana. Piga mgongoni, piga mgongoni, wakaninyanyua. Wakaniambia alikuwa ni baba wallet. Wakaniambia weka chini. Nikaweka chini. Wenzangu wakawa wame Pelekwa mbele, naomba tunao tukaogeshe na maji safi. Kwa hiyo akawa ameenda mbele, mimi nikawa nimebaki nyuma kwa sababu nilikuwa nishapigwa sana na niko nashindwa, ile ninashindwa. Rungu zikaja, usituletee uzuri, nyanyuka, wewe unajifanya unajua kwenda mahakamani, Chadema wanakulipa nini? Inuka, usituletee uzuri. Ikabidi nijikongoje pale, nikaenda nikakuta wenzangu wana roli kwenye maji machafu yananuka, nikaambua niungane na wao Kaungana pale wananiambia loesha nywele hizo, afu wanaturekodi, toka wanatupiga, askari watatu wanarekodi, wengine ndo wana wanatushambulia na lazimishwa kushusha kichwa kwenye tope ile kwenye yale maji, bado hujaloa. Akaja askari mmoja mama, akawaambia na muomba. Huyu dada akanivuta pembeni, akaniambia, dada utakufa na kuonea huruma, hebu simama hapa. Nikasimama, akaja askari yule yule ambaye anaongea Kisukuma, akanitoa kwa yule mama, akaniambia panda kwenye gari. Wakati na panda wakaja uzuri wadogodogo wawili wakiumekpdt zrrkwamwanaume wako wezangu, sisi uzuri panda, na nguvu akaniinua nikaingia kwenye ile gari. Kwenye ile gari tunalazwa chini, wao miguu yao wanaeka juu. Tukaondoka pale, wakatupeleka kituo cha Mbweni. Kuna mabusu mmoja mimi nikaikuwa, wenzangu nilitengwa nao, sikujua wao wamepelekwa wapi. Kule mabusu, hapa nilipigwa chuma, kukaa kumetoboka ndani kwa damu inaruka. Nikajaribu kumwambia yule askari nisaidie, hivi nitakufa damu inamwagika muda mrefu wakaniambia kwani ulitumwa uende mahakamani? Yeye si amtaki kutii serikali. Kakaa pale, nikawa nasikia kiu sana, nikajaribu kuomba nisaidie ni maji, hawakunisaidia. tumekaa pale kama masaa matatu au manne. Wakaja wakaniita jina, kwanza, unakaa wapi? Nikamwambia tukikuwa, chepo unaweza ukaondoka, nikamwambia nitaondoka. Nikatolewa pale nilipopelekwa pale mapokezi, nilikuwa siwezi kutembea, nikadondoka nikapoteza fahamu. poteza fahamu kaka fahamu zilivyorudi, wakaenda kuchukua tena rungu, atuambia wewe, usituletee sisi za kuleta, ushaelewa, hapa ni rungu mwanzo mwisho. Akaanza tena pale mapokezi kunipiga, ikabidi nijitahidi, wakaniwekea kiti, nyanyuka mwenyewe hata kikulipa hata msaada, ikabidi nyanyuke na kile kiti Nilikajitahidi kutembea na ukuta. Nafika pale nje na kukuta wenzangu kina maipo haya. Kwenye gari kwa muda ule nilikuwa siwezi tena chochote. Miguu yote ilikuwa imekufa ganzi. Nasikia kizunguzungu damu inamwagika. Wanalazimisha kupanda kwenye gari nikashindwa. Wakafungua mlango wa nyuma. Askari mmoja akapita mbele wakawa wananivuta. Wakanipanga kule chini. Nilipofika mbele ule mlango ukawa haufungi. Wanakandamiza miguu yangu. Baada ya askari mmoja wa kiume akaja akanivuta mpaka nje akaniambia, tunakuacha hapa wenzako wanaondoka, afuta na atakachokufanyia. Niliposikia ile kauli nikamwambia askari, mnisaidie, nipande, sina nguvu. Wakanichukua wakaniburuza mmoja kule. Wakani kule, wakanitupa tena, nikawa nimekaa karibu na mheshimiwa Pambaru, nimemwegemea. Tukaondoka sijui tulipo. Baadaye nikamuliza mheshimiwa Mpambalo, "Kwani huko tuko wapi?" Akanambia tuko Bagamoyo. Tulipita kwenye pori kilomita nyingi sana, ndani ya pori pori pori pori. Tukafika sehemu hakuna makazi. Wakamwambia washuke. Mimi kwa sababu nilikuwa siwezi kuinuka, akaja askari wa kiume akanivuta miguu, akanitupa chini barabarani. Akaja mwaipaya akanisaidia kuinuka, akasema tuondoke kwenye ile eneo kwa sababu wanaweza wakatuma wengine au wenyewe wakarudi, tujitahidi. Kwao wale ambao walikuwa tuwezi kutembea kabisa, wale wenye nguvu wakawa wanatusaidia sisi, tukamwovu. Tukaenda upande wa pili ili kwenda kujificha kwenye chaka lingine. Tukamwona mwanafunzi anapita mdogo dogo, wakamwita wakamwambia, tunaomba utusaidie kutuitia bodaboda. Kale katoto kakaenda bodaboda, wakaja pale kama watatu wanne, wanatuambia ni tulijua hii gari ilivyopita na watu wa Chadema, tulijua kunakuja kukuta mizoga. Yani tumejua tu pale kijiweni ndio tukaomba msaada, wakatusaidia wakatupeleka mjini. Tumefika mjini pale, wakajaribu kutusaidia. Alikuja baba mmoja, alikuwa pale pale maeneo yale, alikuwa amevaa kitenge, shati la kitenge la kijani, akawa anawazuia watu pale, wenye magari, msiwasaidie, huu ni msala, msiwasaidie, mtu asitoe gari, yaani huu ni msala mwanangu, lazima mwende mwaletee shida. Baadaye bodaboda wakaenda mbali, wakaenda kutuletea gari alivo tuacer gari tukapanda kwenye gari tukafika mbele, dereva akasema nimepokea simu. Kwa kweli imenivunja moyo, mimi siwezi kuwasaidia tena. Tukamwambia basi tusaidie tushushe sehemu yote ambayo tunataka tukapata hata bajaji. Ile dereva akatupeleka sehemu akasema shukeni hapa, mnaweza mkapata bajaji. Kwa hiyo tukashuka pale, hatukupata bajaji, tumesubiri muda mrefu, afu tunaendelea kuumwa kwao, kabidi kina Mwaipaya wakapambana kutafuta kosta, ikabidi tukae kwenye kosta hivyo hivyo, kwa kujibana miguu haikunji, wengine wengine ndo tuna nini hivyo hivyo. Wakaongea na nini na viongozi wa chama, wakatuambia wanatutumia gari. Ile kosta ikatusindikiza mpaka Mbezi, Mbezi Beach pale. Ndo wakaja viongozi wa chama, wakaja kutuchukua. Tukapelekwa Mwananyamawa. Nashukuru viongozi kwa kweli, bila viongozi kusimama jana kama mi nilikuwa naona kabisa kwamba nitakufa, nisingepata huduma ya haraka, mi nisinge survive sana.